Sharjah ni area kubwa sana na vilevile vile ni mji mkubwa hapa. Sasa kuna ma makampuni mengi ya furniture yanapatikana hapa Sharjah. Hii ni eneo la upande wa sanai, nasema yenyewe ni industry area. Dubai kuna opportunity nyingi, lakini hapa napoongea mi na wewe na kuonyesha furniture za maana, Simba wa Bahari, tutataka uangalie kila design ambazo ziko hapa za furniture. Kuna design za vitambara ambazo zinakuja pamoja na sponge. Ziko design nyingi za quality, kuna leathers, alafu kuna leather zingine za kwa very soft leather kama kitambara, lakini leather na zote zinatengenezwa hapa, hapa Dubai. Na hizi furniture nyingi ziko special brands ambazo zinasimamiwa hapa, hapa, Dubai, zinafanywa finishing hapa, hapa Dubai na ziko vilevile vile za kutoka nje, na lengo la kuja katika miji hii yote ambayo iko Emirates Dubai Sharjah, wapi hiyo ni kukuonyesha E, jinsi gani unaweza ukapata bidhaa unazozihitaji kutokana na fursa za hizi miji yote. Ni ya usafirishaji mizigo na sisi Simba Bahari Kilimanjaro Star Cargo tutakusafirishia mzigo wako mpaka nyumbani Tanzania kwa wakati na kwa usalama na kwa unafuu. Tuko pamoja na wewe mpendwa mteja. Kilimanjaro Star Cargo, Simba Bahari.